Kamwambia kabisa meneja wa TARURA, fedha hiyo ambao mmepanga kuchongea hiyo kuchongea barabara hii, tafuteni maeneo ambayo yamekatika, maeneo ambayo yameliwa sana na, na, na, na, na, ambayo kwenye tu tupite, tupite, tupite, tupite, tupite, tupite, tupite, tupite. Kilomita tano alafu mbele ikawa ni kashisha zaidi itakuwa ni barabara wananchi watatija kele okay. Hakikisheni ni kwamba hakuna sehemu wananchi wanakosa mawasiliano kati ya eneo moja na eneo lingine. Yaani, kufikike hata kama afia kigumu, lakini tufike kwenye hilo eneo ambalo tunataka kwenda, tusikwame. focus nifanu kubwa hiokusie na, na katika kwa mawasiliano kati ya kijiji na kijiji au kitongoji na kitongoji au eneo moja na eneo lingine. Leo nimeona kuna bahi ya vipande ambapo mkivyangaliangalia avifike hata kilomita tatu nne mkaweka nguvu kwenye vipande hivyo, baadaye inapitika vizuri kabisa hata kama sengeni na changamoto, lakini maana hii huduma tena itakuwa tena haina maana. Wananchi watasahau, wataona kama serikali haiwajali, kumbe fedha zilishakuja muda mrefu. Kazi inakwenda vizuri, sio hapa tu, maeneo mengine mnafanya vizuri. E, licha ya, ya changamoto ya fedha ambazo tunazipata hapa na pale hazifiki pengine kwa wakati e, na changamoto ambazo kwa kandarasi lakini at least kuna kitu kwa wananchi kinaonekana, maana hatujapata malalamiko makubwa kwamba kuna sehemu sasa hakupitiki kabisa kwa sababu ya ya njia. Mradi wetu ni matengenezo maalum na ujenzi wa makaravati katika barabara mbili ambazo ni Kiombo Zugi Mlole na Tagata, kwa maana barabara hii inaanzia kule Kiombo, lakini tuna barabara ya pili ambayo ni Majojoro kwenda Ipembe. Lengo la mradi ni kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji kwa wananchi, hasa hasa yale maeneo ambayo yalikuwa hayapitiki katika majira yote ya, ya mvua, na eneo korofi zaidi ni ambako tupo hapa eneo la Miunguti. Gharama za mradi kwa ujumla kwa, kwa maana ya barabara zote mbili ni milioni 220, na kiasi ambacho kimelipwa kwa maana ya barabara zote mbili ni milioni 94 43 elfu na 475. Kiasi ambacho mkandarasi bado hajalipwa ni milioni 125, 956 elfu na 525.